Ni wasi wazazi, pia matumizi ya mitandao kwa vijana, matatizo mengi makubwa yanatoka eh, kwenye mitandao ya kijamii. Influencers wamewekeza sana kwenye mitandao ya kijamii. Naomba wazazi tuwe makini sana kuangalia program hizi platform mbalimbali ambazo jana wetu wamo. matumizi ya mitandao ni hatari sana. Nchi yetu inazo taratibu nzuri, inazo sheria za matumizi ya mitandao, inazo sheria za matumizi ya vyombo vya, vya, vya mawasiliano. Ni wakati mwafaka sasa vyombo hivyo na mamlaka hizo kusimamia vizuri zile kanuni zilizopo ili kusudi tuweze kubaki salama katika nchi yetu. Watu walikuwa wanahamasishwa maandamano, wanaambiwa twende tukakutana, tuakutana e, posta. Anayehamasisha yuko Marekani, yuko, yuko nje ya nchi kule, kwenye mtandao tu. Watu wamefunga safari zao kutoka mikoani na nauli zao, wamekuja kuja kuandamana Dar es Salaam. Hakuna maandamano, ni vurugu tu zinazoendelea hata leo, influencer hawamuoni mali alipo. Watu wamekula hasara, wengi tu, wengi tu vijana wengi wamehamasishwa, um, um, um, um, kupewa vitu vingi vizuri tu eh, fanyeni hiki chomeni hiki mtapewa hiki leo. Tazama vijana wetu wa Tanzania wanavyosafa na usafiri wa kawaida tu wa umma ambao wamechoma um, nyuma basi yao wenyewe maskini. Lakini kumbe kama wangeshikamana na nchi yao, hakuna nchi, narudia na ujumbe wangu kila siku, hakuna nchi nyingine. Nchi yetu sisi ni Tanzania, hizi nyingine nchi rafiki zote, lakini nchi yetu, asili yetu ni Tanzania. Ndio maana ule wimbo Tanzania Tanzania, ule wimbo ule unatufunza na kututengeneza kuwa wazalendo kwa nchi yetu, tuimbe nchi yetu, tuipende nchi yetu muda wote, tulima mahali ma, ma, ma, ma, ma, lakisha mambo yake ya kijinga. Sasa nishauri na niwatakie Watanzania wote eh, heri ya mwaka mpya, lakini pia na imani kwamba mshikamano wetu ambao tumekuwa nao kwa miaka yote, basi ni vizuri pia wazazi tutumie muda huu, likizo hizi, mapumziko haya, kuongea na vijana wetu katika majumba yetu Tuongee na vijana wetu, tuwaeleze kwamba wanachochewa kwenda kuyafanya, kuchoma na kuharibu nchi yao, si salama kwao, si salama kwa nchi yao. Kama sisi tungechoma tungecho hii nchi, wao wasingeikuta. Kama wazee wetu wangechoma hii nchi, sisi tusingeikuta. Kwa hiyo ni washauri kabisa, msikubali kwa namna yoyote, msikubali kwa namna yoyote. Kwa nini mtu akupe pesa ukaharibu nchi yako? Anapata nini katika hicho? Kwa nini mtu akushawishi kufanya vurugu afu yeye hayupo? Waambie waje na wao wakaandamani waje waandamani, watoke mbele, waandamani tuwaone. pate sheria tufuate taratibu hizi sheria ni kwa si kwa ajili ya wanyama ni kwa ajili yetu sisi. Usipofuata sheria unakumbana na matatizo, ukikumbana na matatizo unaanza kulaumu. Tufuate sheria, lakini tupende nchi yetu, tusirishwasurio sumu, sumu ya uchocheze. Nchi yetu ni bora kuliko mambo mengine. Nawashukuru sana, heri ya mwaka mpya.